Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasi ya Congo DRC wamekubaliana kuandaa mkataba wa amani ifikapo Mei 2 mwaka 2025, hatua inayolenga kuheshimu uhuru wa kila upande na kuzuia kuunga mkono makundi yenye silaha katika mzozo unaoendelea mashariki mwa DRC. Makubaliano hayo yalitiwa saini jumaa hii mjini Washington DC na waziri wa mambo ya nje wa DRC Teres Kaikwamba Wagner pamoja na mwenzake wa Rwanda Olivia Nduhungirehe katika kikao kilichojaa mvutano ambapo mawaziri hao hawakushikana mikono. Makubaliano haya ni sehemu ya juhudi za kidiplomasia za kumaliza machafuko mashariki mwa DRC, yakiungwa mkono na Marekani, ambayo imeonyesha nia ya kuwekeza katika eneo hilo lenye utajiri mkubwa wa madini, lakini linalokumbwa na machafuko. Mpango huu wa amani unakuja siku mbili tu baada ya Qatar kufanikisha kusainiwa kwa sitisho la mapigano kati ya pande hizo mbili. Marekani ilihusisha moja kwa moja mawaziri wa mambo ya nje wa nchi hizo katika mazungumzo hayo ikisisitiza pia uwezekano wa kuwekeza kwenye sekta za madini na nishati, maeneo ambayo kwa sasa yanatawaliwa na uwekezaji kutoka China. Katika tamko la pamoja lililotolewa mbele ya Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, pande zote mbili ziliahidi kusitisha msaada wowote wa kijeshi kwa makundi ya wapiganaji wasio wa, wa serikali, ingawa jina la kundi la waasi la M23 halikutajwa moja kwa moja. Wagner alisema makubaliano hayo yanaashiria ahadi ya Rwanda kuondoa vikosi vyake kutoka mashariki mwa Kongo, jambo lililotamkwa awali katika azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Habari njema ni kwamba sasa kuna matumaini ya amani, lakini ukweli ni kwamba amani hiyo italazimu juhudi, uwazi na nia ya dhati, alisema Wagner. Kwa upande wake Nduhungirehe alieleza kuwa rais wa Marekani Donald Trump amekuwa na mchango mkubwa katika kuleta mabadiliko ya mtazamo kwenye mazungumzo hayo, akihusisha swala la amani na juhudi za kuendeleza uwekezaji wa sekta binafsi ya Marekani katika eneo hilo. Rubio aliuelezea mkataba huo kama win-win, akisisitiza kuwa unaweza kufungua milango kwa uwekezaji mkubwa kwa Marekani katika sekta za nishati na madini. Tangu mwaka 2021 pande hizo mbili zimekubaliana takriban mara sita kusitisha mapigano, lakini makubaliano yote yamevunjika baadaye. Mashambulizi mapya yaliyoanza Januari mwaka huu yamesababisha vifo vya maelfu ya watu na kuongeza hofu ya kuzuka kwa vita vya kikanda. Marekani pia imekuwa ikishinikiza Rwanda kusitisha msaada wote wa M23 na kuondoa wanajeshi wake kutoka DRC. Marekani imepeleka balozi mpya barani Afrika Masad Bulls, ambaye hivi karibuni